Leo nimefanya ziara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bombo na nashukuru Mwenyezi Mungu nimekutana na mganga mfawidhi Dr. Frank Shega ambaye kwa kiwango kikubwa amenipa ushirikiano mkubwa na mzuri. Lakini pia niwapongeze sana sana sana kwa kiwango kikubwa zaidi kuiweka Bombo katika mazingira salama hospitali yetu hii ya rufaa ya mkoa na vile vile kuendelea kutoa huduma nzuri kwa weledi. Mambo mengi mazuri sana tumezungumza, na yale yangu yote niliyomweleza mimi kuyaona kama ni changamoto ameapokea na kuahidi kuifanyia kazi kadri iwezekanavyo ili mazingira hospitali ya Bombo iweze kukaa vizuri. Lakini moja katika jambo ambalo la msingi a, nilimuuliza ni kuhusiana na swala zima la wageni wanapokuja kuwatembelea ndugu zao ambao ni wagonjwa huko ndani, inaonekana kwamba kama vile wanazagea nje, hamna sehemu ya kukaa kiukweli. Amenitembeza na nimeenda kuona, kumbe kuna sehemu nzuri imetengwa ndani ya Bombo na imewekwa vizuri kabisa kwa ajili ya ndugu wote wanaokuja kuwatembelea wagonjwa kukaa hapo na kusubiri hapo. Lile eneo la zamani tulilolizoea, kwa sababu za ulinzi na usalama, halitumiki tena kwa sasa hivi. Lakini ukiacha hayo, pia amenifahamisha mpango mzuri sana hospitali yetu ya rufaa ya ka wa Bombo ambapo kuna jengo maalum kubwa linajengwa kwa ajili ya kitengo maalum cha damu salama, ambapo hiki kitengo kikikamilika na jengo hili likikamilika litasaidia kupunguza adha na kero ya upatikanaji wa damu kwa sababu tayari tutakuwa wanawigo mpana wa kusimamia zoezi zima la uchangiaji damu kusanyaji damu na mambo yote yanayohusiana na damu na kupatikana kwa damu salama. Kwa kweli niwapongeze kwa kazi kubwa wanayoifanya ndani ya hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Bombo. Ukiacha hayo pia a, katika ilani ya chama cha Mapinduzi elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini pia tulielezea kwa undani zaidi kwamba ndani ya hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Bombo tutaenda kujenga jengo la wodi ya mama na mtoto ili kusaidia huduma za mama na mtoto zisipatikane vizuri. Pia amenitembeza na kunieleza mradi huo kwamba uko tayari na mradi huo unafanywa kazi na fedha za kufanya mradi huo tayari zimeshatengwa na utakamilika na mradi huo utakuwa. Yote haya tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Bombo ambao ndio jicho la watu wote ambao wanaishi ndani ya mkoa wa Tanga, hususan pia ndani ya jimbo la Tanga mjini, waweze kupata huduma nzuri, huduma salama na huduma stahiki zenye kiwango kama ilivyo kwa siku zote vile. Kwa hiyo, changamoto tunazipokea, tunaziwasilisha mahali husika zifanywe kazi. Lengo, kuhakikisha wananchi wa Tanga waweze kupata huduma nzuri, huduma safi na salama. Kwayo, kwa hiyo kwa kifupi mimi nimshukuru sana kwa ushirikiano alionipa. Lakini kingine kitu kizuri na kilichonivutia ni wodi maalum ambayo tunaita wodi ya private au private ward ambayo ipo katika eneo hilo hospitali ya Bombo. Kwa kweli ni wodi ya kiwango cha hali ya juu wodi ya kiwango cha hali ya juu na hii maana yake ni nini? Inatoa tafsiri kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bombo iko tayari kuwahudumia watu wote wa aina zote, wa hali zote, na hata mtu akihitaji huduma ya aina fulani ndani ya hospitali hii anaweza kuipata. Niwashukuru sana uongozi wote wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bombo namna anavyosimamia shughuli zote za umundani, pamoja na mganga mfawidhi wa hospitali hii Dr. Frank Shega kwa kazi kubwa zile anayoifanya yeye na timu yake kwa kila siku. Kwa majina anaitwa Dr. Frank Shega, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga. Na hospitali yetu hii ambayo inahudumia halmashauri 11 za mkoa wetu, tunatoa huduma mbalimbali za kibingwa na huduma nyingine ambazo ni huduma saidizi kwa ajili ya kutoa huduma eh, za afya kwa wagonjwa wote wanaofika hospitalini kwetu. Sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga tumejipanga vyema kuhakikisha kwamba kila mwananchi anayefika kwenye hospitali yetu hii anapata huduma zote. Hata kama ana changamoto yoyote ya kiuchumi, kuna taratibu zimewekwa nzuri kabisa kupitia kitengo chetu cha ustawi wa jamii ili kama ana changamoto ambayo inaendana na yale ambayo yamewekwa katika mfumo wa msamaha aweze kupata msamaha na aweze kupata matibabu. Kuna wale ambao wanaweza wakapata msamaha wa moja kwa moja na kuna wengine wanaweza wakapata msamaha wa muda. Katika hili msamaha wa muda ni kwamba hata kama yule ameruhusiwa na ikaonekana kwamba hana uwezo wa kuweza kulipa zile gharama ambazo aliambiwa anatakiwa alipe, anao uwezo wa kupata msamaha wa namna hiyo, akaenda nyumbani na akapewa utaratibu wa kuweza kulipa kidogo kidogo na hata kama kwa bahati mbaya mgonjwa alipoteza uhai wake na bado alikuwa na deni wakati akiwa iko udini, bado tunafuata utaratibu ule ule wa msamaha wa muda, anapewa msamaha na kuweza kuenda taratibu nyingine za mazishi. Ndugu zake watakapokuwa tayari, wataweza kulipa kidogo kidogo lile deni ambalo alikuwa anadaiwa marehemu. Lakini kwa ujumla wake pia huduma hizi za msamaha zinafuata kanuni zile zile, kanuni zile zilizopo haziwezi kwenda ku kinyume kwa sababu katika swala so zima la msamaha tunazungumzia ni fedha za serikali, kwao tunafuata kanuni zile za matumizi ya fedha za serikali. Hospitali yetu hii pia katika huduma za hivi karibuni tumeweza kufungua jengo letu la wodi binafsi. Tunashukuru mwitikio umeweza kuwa ni mzuri kabisa na tumeweza kuona umuhimu wa huduma hii kwa sababu watu wengi wameweza kuzifurahia, sio kufurahia kwa sababu tu ya uzuri wa jengo ila vile vile, namna na ambavyo tumeweka utaratibu mzuri wa kuweza kupata huduma katika jengo letu la wodi binafsi. Jengo letu linatoa huduma masaa yote ishirini na nne, na kwa kweli madaktari na wauguzi wameweza kuonyesha uweledi wao kwa kutoa huduma kwa wagonjwa wale wote ambao wamelazwa katika wodi hii wodi hii binafsi. Lakini uwepo wa wodi hii binafsi sio kwamba inakwenda kuharibu utoaji huduma katika wodi nyingine bali huduma zitakuwa ni kama ambavyo miongozo inatuongoza. Wodi zote zitaendelea kutoa huduma kama ambavyo ilistahili kutolewa kwa mujibu wa kanuni za huduma ya afya ambazo zipo nchini kwetu. Kwa hiyo niwatoe shaka wananchi wa mkoa wa Tanga kwamba huduma za hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tanga zinazidi kuimarika na nazidi kuziweka katika mfumo ambao yeyote ule atakayekuja hapa hospitalini kwa ajili ya matibabu atapata matibabu, sio kwa kigezo kwamba ana changamoto ya kiuchumi atakosa matibabu. Hapana, yeyote atakayekuja kwa ajili ya kuhitaji huduma uh, ya matibabu hapa hospitalini tunahakikisha kwamba anaipata, na kama ana changamoto yoyote, basi kitengo kile cha ustawi wa jamii itaingilia kati na kuweza kutatua changamoto hiyo. Kwa hiyo niwaombe sana, kama una changamoto inayohusiana na masuala ya kijamii, labda ni swala zima la uchumi au changamoto nyingine yoyote yanayofanana na hiyo, tafadhali fika kitengo cha ustawi wa jamii katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Tanga ili uweze kusaidiwa. Na pia hospitali yetu ina utaratibu mzuri kabisa kwa ajili ya wale ndugu zetu ambao wamekuja kuwaona wagonjwa waliolazwa mawodini. Tuna sehemu nzuri kabisa ambayo imetengwa maalum kwa ajili yao. Hii ni sehemu ambayo imetengwa ili kwa yeyote ambaye labda hana uwezo wa kwenda nyumbani, labda nyumbani ni mbali, kwa wale kutoka kule wilayani, anaweza akapatumia mali pale kwa ajili ya kujihifadhi, lakini tu kuna utaratibu wa kupata kibali. Kwa mwenye uhitaji atalazimika kufika ofisi za Bombo ofisi ambao ndo ofisi ya, ya, ya msimamizi mkuu wa hospitali ili aweze kupata kibali hicho hichi, na kibali hichi kinapatikana masaa yote 24. Ukipata changamoto maeneo mbalimbali katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tanga, kuna namba za simu za viongozi, tafadhali zitumie namba hizo ili uweze kusaidiwa, lakini kabla hujatumia namba hizo, unaweza ukafika pale mapokezi ukaeleza shida yako. Ukiona kama shida yako haijatatuliwa tumia namba hizo za viongozi ili waweze kukusaidia kwa shida hiyo ambayo utakuwa umeipata, ume lakini vile vile eneo hili ambao nalizungumzia ni eneo ambalo ni la muda tuna mpango wa kujenga eneo la muda mrefu ambalo kwa mwaka huu wa fedha linakwenda kutokea eneo lile ambalo limezungushwa mabati, kwa nyuma yake utakuwa na ujenzi wa eh, jengo hilo la kusubiria ndugu wa wagonjwa ko nichukue fursa hii kuwatoa wasiwasi, na natumaini kabisa kila atakayekuja, atakayekuwa anakuja hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga ataweza kupata kile kilichomleta na afya zetu zitazidi kuimarika kwa manufaa yetu sisi wenyewe na kwa manufaa ya nchi yetu ya Tanzania. Asanteni. Usisahau kusubscribe youtube channel yetu MP online TV.